Kwa jina naitwa Ayubu Mshema, mimi ni mkuu wa kanda ya Ziwa, taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania kwa kanda ya Ziwa. Ofisi zetu ziko Mwanza na tunafanya kazi ya udhibiti wa ubora wa mbegu. Tunaposema mbegu bora, ni ile mbegu ambayo imepatikana kutoka kwenye michakato ya utafiti na ugunduzi. Wapo watafiti ambao wanafanya utafiti, wanagundua mbegu na wanapogundua mbegu wanakuwa wameidhinisha au wamebainisha kwamba hii mbegu ina sifa hizi na hizi na hizi na hizi. Sasa sisi kwa mujibu wa sheria ya mbegu namba 18 mwaka elfu mbili na tatu tumepewa majukumu mbalimbali, na moja ya majukumu ambayo tunasimamia sisi kama sisi ni kufanya ni kufanya udhibiti wa ubora wa mbegu, kwa maana ya kwamba ile mbegu inapokuwa imetafutiwa ikiwa mbegu mpya inatakiwa ifanyiwe uthibitisho tunataka kuitambua ile mbegu kama ilivyokuwa imetafutiwa na kama alivyosema aliyetafiti hiyo mbegu. Tukisha kwa tumefanya majaribio ya kuitambua zile sifa zake, ndio sasa inafanyiwa jaribio la pili ambalo ni jaribio la umahiri. Jaribio la umahiri ni pale ambapo tunaenda kuipanda katika maeneo mbalimbali. Hizi mbegu zinakuwa zimetafutiwa kwamba zitumike katika maeneo mbalimbali, tunasema ni kanda za kilimo. Kwa mfano kwenye ukanda kunakuta kuna, kuna ukanda wa juu ukanda wa chini na ukanda wa kati. Sasa, sasa alikosema ni kweli inafanya vizuri au la. Jaribio la umahiri, NPT. Sasa hiyo mbegu inapita kwenye michakato mbalimbali mbali, na kamati mbalimbali mbali, na mwisho wa siku inaenda kutangazwa au kudhibitishwa ni mbegu bora pale, napokuwa imetangazwa kwa mbegu bora, ndo pale sasa tunaisajili kwenye daftari la taifa la mbegu. Sasa hiyo ni moja ya jukumu lakini, baada ya kuwa tumethibitisha tume, tume ule ubora wa mbegu, tuna jukumu sasa la kutoa mafunzo kwa wafanyabiashara wa mbegu, wale ambao wataenda kuizalisha mbegu kule shambani, tunawapa mafunzo, lakini pia tunawapa usajili wawezi kusajiliwa kutambulika rasmi kama na fanya biashara wa mbegu kwa sisi kama wathibiti wa ubora wa mbegu. Lakini mara nyingi panapotokea maralamiko kwa wakulima kuhusu changamoto yakutokuta kwa, kwa, tumepata taarifa nini kimefanya mbegu za pamba wahibiti wa ubora wa mbegu. Tunapendekeza cha kwanza mkulima kwanza anapoenda kupanda mazao yake, ni vizuri akajua hali ya hewa ya msimu usika imekaaje, kwa maana kuna kipindi unakuta mvua zinakuwa zinazitoshi kwa, kwa, zina kwa mfano kama mwaka huu tumetangaziwa maeneo mengi kwamba mvua zitakuwa ni chini ya wastani au juu ya wastani, hatutakuwa na mvua nyingi. Kwa hiyo tunachokipendekeza mkulima anapoenda kupanda mbegu au kununua mbegu madukani, hakikishe anachukua mbegu zile ambazo zinakomaa kwa muda mfupi.